Hii ni Habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, Barbara Bate Guevara. bado anakumbuka lugha ya Kiswahili aliyojifunza miaka 43 iliyopita na ana matumaini mbegu anayoipanda yeye na wenzake nchini Cuba itazaa matunda katika eneo pana. tuna Kama wanafunzi wetu wanajitayarisha vizuri wanaweza kufundisha katika eneo la Kiswahili Amerika na Kusini na Amerika ya Kati na Karibe. Na leo katika kipengele cha jifunze Kiswahili, tutasalia huko huko Cuba kuwasikia wanafunzi wa lugha ya Kiswahili nchini humo. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 19 ya mwezi Februari mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushu kutoka hapa New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa kwako na Asumta Masoi. Karibu Asumta. Asante Lea. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres, ametoa wito wa kuanzishwa kwa mfuko wa kimataifa wa kilimnemba au AI wenye thamani ya dola bilioni tatu ili kuhakikisha teknolojia hiyo inawanufaisha watu wote duniani badala ya kuwa mali ya mataifa machache au kampuni chache zenye nguvu. Akizungumza katika mkutano wa kimataifa wa kujadili athari za AI huko New Delhi nchini India, Guterres amesema mustakabali wa AI unapaswa kujengwa kwa ushirikiano wa kimataifa. Mashambulizi makali yanayoendelea kufanywa na Israeli dhidi ya maeneo ya Palestina ya Gaza na Ukingo wa Magharibi ambayo inakalia kimabavu yanatia hofu ya uwezekano wa utokomezaji wa kabila, imesema ripoti mpya ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu OHCHR ya kuanzia Novemba mosi hadi Desemba 31 2025. Ripoti hiyo iliyotolewa leo inasema mashambulizi ya Israeli yameweka mazingira ambamo kwa wa Palestina kama kundi watashindwa kuendelea kuishi Gaza hivi sasa, huku Ajit Sungai, mkuu wa ofisi ya OHCHR huko Palestina, akisema

na wanamgambo wa vikosi vya Rapid Support Forces RSF nchini Sudan walitekeleza kampeni iliyoratibiwa ya uharibifu dhidi ya jamii zisizo za Kiarabu ndani ya mji wa El Fasher na viunga vyake, kampeni yenye viashiria vya vya mauaji ya kimbari, imeeleza ripoti mpya iliyotolewa leo na tume huru ya Umoja wa Mataifa ya kuchunguza ukweli kuhusu Sudan. Ripoti imetaja vitendo hivyo ni pamoja na kuua wanachama wa kundi la kikabila linalolindwa, kusababisha madhara makubwa kimwili na kiakili, ambavyo ni vipengele muhimu vya kosa la mauaji ya kimbari chini ya sheria ya kimataifa mwisho wa muktasari wa habari kwa kolea. Asante sana Asumta Masoga kutuletea muktasari wa habari. Punde tutaingia kwa kina katika mada yetu ya leo inayotupeleka nchini Cuba. Salia papo hapo. Toka New York, sauti.

Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org org mkwaju sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, leo katika mada yetu kwa kina tunaye Babra Bate Gwavara. Huyu ni mkufunzi anayefundisha lugha ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Havana nchini Cuba. Kwa kushirikiana na Tanzania, chuo hicho ambacho mwezi uliopita kimetimiza miaka mia mbili tisini na nane tangu kuanzishwa kwake. Hivi karibuni kimetoa fursa kwa Wacuba kujifunza lugha ya Kiswahili. Arnold Kayanda wa idhaa hii amemtembelea Profesa Barbara Bate katika jiji la Havana nchini Cuba ili kufahamu zaidi kuhusu hatua hii na mafanikio waliofikia hadi sasa, tuwasikilize. Profesa Barbara, tunazungumza tukiwa kwenye gari kwa sababu huko nje tumeona kuna kelele nyingi lakini hapa tunaweza kusikilizana vizuri, au sio? Ndio. Wakati naanza kuzungumza hapa nimesema Havana, lakini pia wewe umekuwa ukinifundisha e, Kispanyola, ukiniambia kwamba ni Abana. Kwa nini sio Havana ni Abana? Kiingereza unasema Havana, hata Kiswahili wanasema Havana, lakini Kihispanyola ni, ni jina ni Abana. Vizuri tena hapo umesema e, kuhusu Kiswahili. Hasa kilichonileta hapa Cuba ni kuzungumza na wewe kuhusu e, kazi yako ya kufundisha Kiswahili katika chuo kikuu cha e, Havana au Habana, pamoja na e, watoto huko mtaani, katika, katika nyumba ya Afrika mnaita la, la, Casa? Casa de Afrika, la Casa de Afrika. Kabla hujaingia kwa kina kuhusu hiyo, wewe ni Mkuba ili kuwaje ukafahamu Kiswahili? Mimi najifunza Kiswahili kwa sababu ya ushirikiano kati ya Mwalimu Nyerere na Komandante Fidel Castro. Ndio. Rais ya Cuba na ya Tanzania. Wao walikuwa na urafiki sana hmm. Na walifikiria wali, ni lazima uwe na wakalimani kwa lugha ya Kiswahili, ndio sababu sisi Wanafunzi sita tulienda eh, Tanzania baada ya kumaliza masomo ya chuo kikuu hapa. mwaka gani mlienda Tanzania? tulienda Tanzania mwaka elfu moja mia tisa thelathini sem, na mbili Mm, 32 itakuwa zamani unataka kusema umri wako hauwezi ni mwaka 82 mwaka 1982 ndio ulienda Tanzania ukaenda kujifunza kwenye chuo gani huko Tanzania Tuli, tulikaa kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa mwaka mzima Chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa mwaka mzima. ajili ya kupata masomo ya juu na sasa e, e, nimeangalia, nimeona kwamba mnafundisha katika chuo kikuu cha Havana. Hebu tuambie mmefanikiwa kiasi gani mpaka sasa hivi? ni takriban mwaka mmoja mnafundisha pale, sio? mwaka uliopita walifundisha wanafunzi kama kumi na tano. Ndio, na tumemaliza kozi ya kwanza. Ndio, na sasa tumeanza kozi ya kozi nyingine mwanafunzi mpya wanafunzi wapya ndio. Na pamoja na hayo, tunawafundisha watoto wanaofundisha katika nyumba ya Afrika. Umenitembeza pale katika nyumba ya Afrika, La Casa de Africa. Nimeona watoto wanajifunza Kiswahili na wanaendelea vizuri. Hongera sana. Asante. Watoto wanapenda sana Kiswahili, wanaweza kuongea kukaribisha wageni kila kitu. E, na kupongeza sana wewe na walimu wenzako kwa kazi kubwa mliofanya ya kuwafundisha e, watoto. Vipi wanafunzi wa chuo kikuu sikufanikiwa kukutana nao? Wanaendeleaje? Wanaendelea vizuri sana. Wanaendelea kwa sababu wanapenda Kiswahili na utamaduni wa Afrika. Mnayaona matumaini kwamba kuna wakati katika eneo la Karibe watu wataanza kuzungumza Kiswahili. Ndiyo, tuna tunadhani kama wanafunzi wetu wanajitayarisha vizuri, wanaweza kufundisha katika eneo la Kiswahili Amerika na Kusini na Amerika ya Kati na Karibe. Ndiyo na sasa eh, mwisho tukimaliza mazungumzo yetu uh, eh, Profesa Barbara, nini changamoto ambazo mnakutana nazo na unafikiri kwamba ikiwa hizo zitaondoka itawarahisishia kazi nyinyi kuweza kufundisha Kiswahili na kwenda haraka kupata wa, eh, wanafunzi na matokeo makubwa zaidi? Ah, tungependa tu, tu kwenda Tanzania kufanya mazoezi <laughs> Kupata, ma, eh, kupata masomo ya juu kule na mambo kama haya, lakini kwa watu wanapenda Kiswahili ni muhimu sana kutoka kitu kingine mm. Shukrani sana, Arnold Kayanda, na asante Profesa Barbara Guevara na wenzako kwa kuisongesha lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Na sasa tuwasikie baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho cha Havana wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Tuanze na Ibrani Nunez Bate. Nini ni mkua? Ninatoka, ninasoma Kiswahili, ninapenda Kiswahili, nina buka maduni kwa Afrika. Dio, kwa sababu, ni meva kama Masai. Mimi ninaitwa Yani. Mimi ni meifunza Kiswahili katika nimba ya Afrika. Nani nata yemea, puenda Tanzania, kupata mafunzo ya juidi na nna kujifunza Kiswahili hapa. <laughs> Asante sana. Habari sasa huvyu. Asante Bari. Habari, jina langu <laughs> ni Ru. Mimi ni mwanafunzi wa Kiswahili, ninapenda sana Kiswahili. Asante. Asante kwenu pia na kila la heri, mfanikiwe katika masomo yenu na mueneze zaidi Kiswahili Cuba na nchi za jirani. Basi kufikia hapa nami na jaya, kunja jamvi letu, tukutane tena Jumanne wiki ijayo kwa jarida lingine la video. Ndoka upande wa vipindi vya redio ni kila siku, hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari nyingine na video katika chaneli yetu ya YouTube inaitwa Habari za UN, katika ukurasa wetu wa X nao unaitwa hivyo hivyo Habari za UN Kumbuka pia kupakua app yetu ya habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Leah Mushi, lakini leo sikuachi hivi hivi, na kuacha na burudani hii ya wimbo wa malaika ulioimbwa na mwanafunzi wa lugha ya Kiswahili Ruth Esther Aguira Prieto wa chuo hicho kikuu cha Havana. Kwa heri.